Mmoja wa usiku katika duka la nguo huko Machakos alipatikana ameuawa usiku wa kuamkia leo. Inasemekana majambazi walivamia duka la nguo na kuchukua bidhaa na vitu vya thamani baada ya kumuua mlinzi huyo ambaye maiti yake ilipatikana nje ya duka hilo. Wakazi wanaamini kuwa mlinzi huyo aliteswa na washambulizi wake kabla ya kuuawa. Hiyo si jambo nzuri mtu ako kazi ameuawa na kazi ya mwenyewe imevunjwa kwa hivyo security Machakos ziangalie kitu, kitu isitendeke kwa wengine hapa tena upande wa isli Machakos. Ukipata jambo ile inaweza tusaidia tafadhali kuja unione. Sawa sawa. Tusi entertain this kind of nonsense. This is very serious. Kutoa mtu uhai it's very serious na tutawacha. Haitakuwa kawaida sasa mtu anatafuta halafu anakuja kuchukua rahisi hivi. Si tunamalizana nao straight forward. Chetunamba, security iongezeke, patrol iwe kali sana hapa. Patrol ndio tunataka kabisa security.